Kwenye mchezo wetu wa vyombo tuna blenda simple, ni blenda hii unaweza kuitumia kwa kuchaji tu na mara nne au nne. Kwa hiyo hii unaweza kutumia kwa kazini, unaweza kutumia kwa nyumbani unapopata changamoto ya umeme, lakini kwa wale ambao hawana umeme lakini pia unaweza ukasafiri naye kwenda site kwa wale ambao wanafanya kazi site, una matunda yako unaweka tu kwenye blenda yako na una kutaga hii ni ya kuchaji kama unavyoiona. Kwa hiyo utai double click kustart na ita brand juice yako kama umeweka matunda, na utapata juice fresh ishakuwa tayari. Ukizima utaona inachujio moja kwa moja direct. Kwa hiyo unaweza ukayatumia glass kama una glass, lakini pia unaweza tu ukafungua uka ukainywa. Kama ni smoothie, unahitaji kuchuja na ukapata juice yako kwa bei rahisi sana. Kwa hiyo hii ni very simple ambavyo na ni portable jamani, unaweza kuiweka tu kama chupa ya maji ya kunywa kwenye mkoba wako au wa kwenye begi lako na ukatembea nayo kokote.